Akitokea Horoya kwa maana ya Musa Kamara. Jonathan Soa ni chui kutoka kwenye misitu ya alizeti Singida. Jonathan Soa, angalia pasi iliyopigwa, angalia turning ya Jonathan Soa. Alimwangalia wapi amekaa na vipi amekaa Musa Kamara. Mguu wake wa kushoto ulikuwa fimbo tosha ya kumchapa pinpin -pin Musa Kamara. Chui kutoka kwenye misitu ya alizeti wakimrarua mnyama Simba kutokea kwenye mbuga ya Msimbazi. Jonathan Sowah. Ali Salim amekosea. Keyekeh, Emmanuel Keyekeh, siyo kwamba amemshika Simba sharubu, amezingoa kabisa. Musa Kamara ameshika kichwa, si kwa kupenda. Singida Black Stars wanafufua matumaini ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Makosa aliyofanya Ali Salim Katoro, aliyeshika fimbo kumwadhibu alikuwa ni nyota Emmanuel Kwame Keyeke, anaedwaza kama siku ya kufisha matumaini ya Simba kucheza fainali. Mguu wa kushoto wa Emmanuel Keyeke ni Singida Black Stars nao pia wanafungua busta kupitia Edmund John. Edmund John ni free kick, amechezewa ndivyo sivyo na David Kameta. Manuel Kwame Keyekeh, asali na shubiri kwenye kikombe kimoja, mateso na chuki kwenye mkeka mmoja wa Tanzanite Kwaraa. Mpira wa kutenga uliopigwa moja kwa moja na ukajaa nyavuni. Hakuwa na cha kufanya mlinda mlango Ali Salim Katoro. Akili na maarifa kutokea magharibi mwa Afrika, kutoka kwenye mguu wa kulia wa fundi Emmanuel Kwame Keyekeh. Lakini anakumbukwa kwamba alifunga katika ushindi wa magoli sita kwa bila kwenye mchezo wa raundi ya tatu ya michuano hii. Jean Charles Ahoua mnyama, na kataa kushikwa sharubu, bila majibu. Jean Charles Ahoua MVP wa Ivory Coast anashika jembe na kuchimba pale ilipofukiwa furaha ya wekundu wa, wa Msimbazi. Simba wanaruhusu goli na ni kutoka kwa Jean Charles Ahoua ambaye aliangalia, akatazama, akapiga hesabu zake na zikaenda sawa, akamtesa kama si kumtaabisha mlinda mlango Obasoge ge Amas, na kuiandikia Simba goli la kwanza.